Kwa heri mizimu, magonjwa, mateso, kwa heri. Leo imetimia, leo imetimia. Ni kiumbe kipi? Ni mwana. Ni marufuku, ni marufuku. riko ripa sika saya. karama sika posh

asante kwa ibada hii ya ubatizo wa maji mengi. Asante kwa kunizia